Wewe Maki, mwiba kuna swali nataka nikuulize. Swali yaani? Si unatulia umetulia unasikiliza? Siko, niko kiwalani hapa uwanjani nimetulia, wewe niulize sawa. So, hivi kati ya k na b unachagua herufi gani? Hata watu akikwambia achagua herufi moja k na b, unachagua herufi ipi kati ya k na b? hmm. We kwa akili zako, kuna kitu we umemaanisha. Maana wa akili zako unazijua mwenye K na B, K na B, ku. K k. Alafu B, ba baby ba baby Malizia a -a. Ba, wo, o malizia bb ndijua tututakuwa tumemaanisha kitu hicho. Hichonachagua kati ya o, wana wana wana wana wana wana. K na B. Maswali siyo kwa mawili basi na majibu lazima awe mawili. Mimi nachagua kuu. We chagua bo. Aliyemuuliza mzee swali nani? Wewe umetaka mimi nijibu? Wewe mweuni, si nimekwambia uchague kati ya K na B. Chagua moja. Mimi nachagua K. K. Wewe chagua B. K kirefu chake. Kirefu chake si ndo K? Eh, anza sasa. Malizia mpaka mwisho zitaje zote hizo. Ka, ke, ki, ko, ku. Acha kupenda chini, mbwa utakufa. Tafuta maisha ujenge. Mweuni.